Mulika, Hoe. Hoe. Wanawake hoe. Hoe. Kuna msingi mkubwa katika kufanikiwa katika biashara. Kuna huduma. Unatoaje huduma yako kwa hao wateja? Biashara ya kufanya hili mradi hiyo, hatuwezi kufika mbali. Wanyoshe tu mkono Kichanga elfu thelathini kila mwezi, unapata bima ya afya sawa. Ukiumwa unatibiwa bure, mmenielewa eh? Kocha, kwanza kutafuta maarifa, tutumie vizuri nyenzo tulizo nazo. Nashona nguo kama za kike, za kiume, waga anajifunzia sana mtandaoni. Nakuuliza, unajua mwenzako tayari ana ujuzi. Ndio maana hata mjasiriamali ulazima upite kwenye mchakato huu um, mchakato utakusaidia sasa kutambua mifumo ya biashara. Usione kamba waliluka, si ndio? ko wote walikuwa na malengo yaani, usipojitoa na kujitoa sasa kunendana na malengo. Ili kutimiza malengo yako lazima ujitoe pia vilevile. Nashukuru kwa kutushika mkono, hatutorudi nyuma tena, tutazidi kusonga mbele.